Movie inaanza, inaonekana kuna ugomvi mkubwa kichizi, watu wanapigana kinoma. Hii ni Novemba 8 mwaka 2014, miaka ya nyuma kidogo. Hatujui hawa watu wanagombania nini, inaonekana hii ni vita kubwa sana, lakini cha ajabu, katikati ya ule ugomvi anaonekana mwanamke mmoja ni mjamzito, ambaye pia hatujui kwa nini yupo katika eneo hatari kama lile. Kwani kuna nini, nini kinaendelea hapa? Anyway, tuendelee, tutajua huko mbele. Lakini ghafla anaonekana yule mjamzito anachukua ubao, maana yake anataka kumpiga mtu. Kweli piga mtu na ule ubao mchizi akaenda chini. Hapa anaonekana mwamba mwingine ambaye alikuwa anapigwa na yule jamaa hapa. Tunagundua kuwa huyu jamaa ndio mume wa huyu mjamzito. Sasa itakuwaje na mchizi amekufa, na hapa inahesabika kuwa aliyeua ni huyu mjamzito, kila mtu anashangaa. Sasa ili kuepusha msala na kujiokoa, kila mtu akakimbia. Nini atafanya na nini kitatokea baada ya hili tukio? Kumbuka ni mjamzito. Sasa twende pamoja mpaka mwisho ili tujue ni nini kitaendelea. kuna mikono inaonekana inafungwa pingu lakini ukiangalia vizuri ni mikono ya kiume mshikaji kaamua kuibeba kesi ya mke wake yani aonekane kuwa yeye ndiye muuaji muuaji akatiwa kwenye gari moja kwa moja mahakamani kujibu mashtaka kutokana na kifungo cha sheria 325 kinachodhibiti uhalifu ikiwemo mauaji cha mwaka 1998 napenda kusema wewe Felix Uzonma Unebe upo hapa kwa makosa ya mauaji na utahukumiwa kifungo cha maisha jela hey. Halafu kuna mwanasheria akakazia oda huu. Ni msiba mkubwa sana. Mwamba anaitwa Felix na mke wake anaitwa Mery. Mahakama nzima inanong'ona, ila sauti inayosikika ni ya Mery, mwanamke mjamzito anayeshuhudia baba wa mtoto aliyembeba anaenda jela kwa kosa ambalo yeye ndiyo kalifanya. Maisha baada ya hukumu yanaendelea, lakini Mery hayupo sawa kabisa. Kuna huyu rafiki yake hapa anaitwa Biko, ndiyo mtu pekee ambaye anamfariji Mery. Inabidi ukubaliani na hali tu, hakuna namna, hili nalo litapita kwa nini nisichanganyikiwe wakati mimi ndiyo chanzo? Hawezi kunipigia wala kupokea simu zangu, kumwona ni mara moja tu kwa wiki. Unahisi nitakuwa sawa kweli? Hapana, amefanya hii kwa sababu yako na kwa ajili ya huyo mtoto tumboni. Wakati wanaongea Meri uchungu ukamshika, piga sana kelele. Wanasemaga mheshimu sana mwanamke, sasa ule msemo unatokana na anachokipitia Meri hapa. Siku kadhaa mbele anaonekana Meri ameshajifungua na amempeleka mtoto gerezani ili akaonane na baba yake, lakini pia kumpa mtoto jina. Mwamba akasema jina lake ataitwa Victory, maana yake ni ushindi. Miezi minane mbele, meli ili yale ikabidi aanze kufanya vibarua vya kufua. Bimkubwa anafoka kichizi, hizi ndio nguo nilizokupa ufue tangu jana? Bimkubwa akamwongezea lundo la nguo, alafu akampa hela nusu, kitu ambacho hawakukubaliana. Siku nyingine anageuka kuwa msukuma mikokoteni, ili apate pesa ya kula yeye pamoja na mtoto. Leo kaenda kumwona Mwamba, ila akamuuliza unaonekana umepoteza uzito sana. Nini shida? Akamwambia, ni Victory halali kabisa, usiku napata sana tabu. Felix akamwambia asante. Asante kwa lipi? Asante kwa kuja, asante haujaniacha mpaka sasa. Mary akamwambia, kamwe siwezi, sitokuja kukuacha hata iweje. Miezi ikakata, miaka ikakata. Cha kushangaza tunamwona Mary anaonekana yupo kwenye bonge la mjengo. Cha ajabu zaidi, yupo na mwanaume mwingine. Pia tunamwona mtoto hapa, bila shaka huyu ni Victory, amekuwa sana. Victory akamwita, mshikaji baba, nahitaji kuwai shule na nyie mnacheza tu hapa. Maskini hapa, Victory anaamini kuwa huyu ndiye baba yake mzazi. By the way, Mwamba anaitwa David. David na Victory walipotoka, mama yake David akaja. Mary akataka kumpokea ila bimkubwa akagoma. Mama mkwe anagubu kinoma, akamwambia mwanangu, anafanya kazi kwa bidii sana, wewe upo tu hapa, hakuna unachokifanya, umo ndani tu unaangalia TV. Huyu bimkubwa sio kwamba anamchukia Mary, ila ana wasiwasi na Mary kuwa anamtumia tu mwanaye kwa sababu Mary hataki kabisa ndoa na David. Kwa hiyo kama hataki ndoa bora hasepe. Mwamba aliporudi, Mary akamwambia David, samahani kwa kuchukua muda mrefu kukubali ombi lako na kunioa. David akamwambia wewe, fikiria mimi na kusubiri, lakini usichukue muda mrefu. Mary akamwambia, mimi sistahili kuwa mkeo. Mwamba akasema, unastahili. Gafra, bimkubwa akaingia akasema, ameshasema kuwa hastahili na upo hapa unasema unastahili. we unaakili kweli wewe? Mary hataki kuolewa kwa sababu anaamini kabisa kuwa Ferik atatoka jela japokuwa kahukumiwa kifungo cha maisha. Sasa hapa bi mkubwa kamkuta Devi anamsaidia Victory kufanya homework. akamwambia Devi asimame aende kumsaidia kazi. Devi akamwambia basi subiri nimalize kumsaidia mtoto, alafu nakuja. Bi mkubwa akasema nimesema simama ukanisaidie kazi. Victory akamwambia bibi anakuja, wewe koma wewe, alafu mimi siyo bibi yako na huyo siyo baba yako, naenda kwa mama yako na umuulize baba yako ni nani. Kwa mara ya kwanza Victory anagundua ku David kumbe siyo baba yake. Huko upande wa pili Mary ana mawazo sana, muda mwingi anamkumbuka sana Felix. Leo bimkubwa kaleta mali nyingine ndani. Huyu dada anaitwa Karisma, aliwahi kusoma na mdogo wake Felix, na lengo la bimkubwa Karisma aolewe na Felix. hiyo ndiyo akili yake, kwa sababu Mary hana mpango. Hapa anamwambia kuwa anataka aolewe na mwanaye, akamwambia kuwa kwanza mnaendana. Bimkubwa anapiga kwenye mshono, David naye anahisi kuwa kuna namna Mary anamchezea. Kwa nini achukue muda mrefu hivyo kukubali kuolewa. Mwamba akasusa akaenda sebuleni, ila Karisma akaja wakapiga sana mtungi. Ni kama mpango wa bi mkubwa umeanza kufanya kazi. Asubuhi wanaonekana wamelala pamoja staili fulani hivi, maana yake kuna jambo huenda limetokea. Mbaya zaidi, Mary kaona kila kitu alichokifanya ni kusepa. Kitu cha kushangaza ni kwamba Mwamba aliporudi chumbani, Mary akamuuliza bado unataka kunioa? Wakati Mwamba anashangaa, Mary akamnyoshea mkono kuwa amvarishe pete, yupo tayari kuolewa. Devi faster akamvarisha pete. Baada ya hapo Devi anaonekana anamwambia Karisma kuwa plani yao imefanya kazi. Tunagundua kuwa kumbe ule ulikuwa ni mpango wao Mary apate wivu akubali kuolewa, ila hili ni mkubwa halijui kabisa. Huko tunamwona yule rafiki yake Mary tuliyemwona mwanzo kabisa, anaitwa Biko, ila hapa anaonekana kuna kitu anakishangaa ila hatujui ni nini. Akauliza, ni wewe eh, bwana e. Mwamba ametoka jela, sasa itakuwaje? Mary kakubali kuolewa na Mwamba ndiyo katoka jela lakini huyu si mfungwa? Alifungwa kifungo cha maisha au katoroka jela nini? Anyway, tutajua huko mbele imekuwaje. Huku Devi na Mary wanampa taarifa Bi Mkubwa kuwa sasa wanauana, ila hapa ninavyoona kama kuna mtu atakufa hivi. Yani nimeenda jela kwa ajili yako halafu unarudi nakuta unaolewa. Asubuhi Victory anafungua mlango, lakini anakutana na sura kavu kichizi, akamuuliza unamtafuta mtu? Wakati anashangaa Mary akaja, kwanza akaganda, toa sana chozi kwa sababu haamini anachokiona. Ikabidi afunge mlango. Sasa hii ni siku nyingine tena, Felix karudi, ila safari hii aliyefungua mlango ni Devi. Wakaangaliana sana, Devi akamuuliza nikusaidie nini? Felix akamwambia nahitaji kuonana na Mary. Devi akauliza wa nini? akamwambia mimi ni Felix, mume wake. Devi akashangaa kinoma. Devi ikabidi amuingize ndani, lakini mwamba anaumia kuona mtoto wake anamuita baba mshikaji mwingine, ila hana jinsi asije akapiga mtu akarudi tena jela ya waache waongee. Mary akamuuliza imekuwaje ukatoka? Felix akasema nimetoka kwa msamaha wa rais. Siku iliyofuata Mary akamchukua Victory ili rasmi, akamwambia ukweli kuhusu baba yake mzazi, akamwambia nimekuleta hapa ili nikukutanishe na baba yako, huyu ni baba yako. Victory akakataa akasema yeye baba yake yupo nyumbani, huyo siyo baba yake, hawezi kuwa na baba kama yule. Sasa leo Felix akaja ya ili yaongee na mwanaye, akamwambia nilienda nje. Mama yako aliua mtu kwa bahati mbaya, lakini ikabidi hiyo kesi ni ibebe mimi ili wewe na mama yako muwe salama. Mimi siyo mtu mbaya, lengo langu lilikuwa ni kule. Mimi siyo mbaya na kupenda sana mwanangu. Ikabidi Victoria akubaliane na hali, akaenda kumwona baba yake akiwa rasmi amekubali kuwa karibu na baba yake. Mary akamwambia Felix kuwa kwa sasa hawezi tena kuwa naye kwa sababu tayari anampenda sana devi na wanauana. Mwamba akasema kama wewe ume n huyo ndiyo mwanaume sahihi kwako, mimi ni nani ni kuzuie? siwezi kufanya hivyo. Mwamba kajibu kiume sana. Mary akafungua pochi ili ampe hera Felix ila Felix akazikataa zile hela. Mary akambembeleza sana achukue zile hela ili akaanzishe maisha upya, ila Mwamba alichokiomba ni kumwona mwanaye kila wakati. Mary akamwambia hilo limeisha, utamwona muda wote kwa sababu ni mwanao, ila akamwomba achukue ile hela. Mwamba baada ya kupewa uhakika kuwa atamuona akachukua ile cheki ni naira milioni arobaini 40 ni mpunga mrefu kinoma. Akamkumbatia alafu akamwambia na kutakia maisha mema. Movie inaisha, Mary anamwambia Davi kuwa anampenda sana na hata kuja kumuacha na sasa anaweza kumuoa. Hii movie inaitwa Daddy's Crime, bonge moja la drama. Matumaini yangu pia kuwa umenjoy. Hii ni The Storyteller TV.